Haiwezekani mtu mmoja amekaa nje ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, dada tu. Hata ukimwangalia, pia rais yake anawaambia watu wakafanya hivyo na wanaenda kufanya kweli, alafu imetokea, anaanza kutamba, anasema bado nitakuja kivingine. Lazima tumkamate. Mimi nakwambia, DPP huyu, lazima tumkamate, tuangalie kama tuna extradition agreement with the United States of... tuangalie tu, tutafikiri tu lakini hawezi uwe kututambia kwa kiwango hicho. Yani, ana admit kwamba hicho yeye ameinjinia kukifanya na bado atafanya zaidi. sa sasii sa mamwachaje? Tumeona mali za watu binafsi zimeharibiwa, tumeona mali za umma zimeharibiwa. Include, yani gari la ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali linachomwa moto, haiwezekani Sindio? Yeah. Nimeambiwa hapa na gari yetu nao limechoma moto, dereva kakimbia. Lakini wana sheria sisi tuko mahiri, najua tutakuja na solution nzuri kule kwenye MTC kule, tunataka tukafikiri namna fulani ili tuweze kuishauri serikali vizuri. Najua watu wa wa, wa, wa, wa, wa vyombo vya ulinzi na usalama na wao wana sehemu yao, na wao watafikiri kivyao, lakini sisi hatuwezi tukasema kwamba ni swala ya kiusalama tu. Hapana, e, ni swala ya kisheria yani sheria zimepuuzwa, zimevunjwa. Nimesema nianze na hilo kwa sababu baada ya kuapa pale, nimeitwa na nimeshapewa majukumu, mmoja wapo ni hilo, kuliangalia hili kisheria, lakini wameniongezea na kidiplomasia kwa hiyo basi lakini, uzuri sisi tuna watu mahiri, tuna watu mahiri, yaani kuna watu wana akili sijui kama kitu gani. Wanachohitaji wao ni guidance and that leadership that is required, feed them bas, motivate them, hiyo solution itapatikana ya kisheria, na hata kama ya kidiplomasia. CPD yupo, DPP yule pale Katibu mtendaji yupo kwenye masuala ya sheria, solicitor general yupo, katibu mkuu wetu huyu hapa, so humble, very passionate.